Mwanamke mmoja maskini anapatikana akiwa ameuawa kwa ukatili. Polisi wanachanganyikiwa. Siku chache baadaye mwingine nakutwa katika hali ile ile. Mjukuu wangu odi. Oh, nashukuru, nimefika mjini. Ni usiku wa baridi mwaka 1888 katika mitaa ya giza ya Whitechapel, London. Taa za gesi zinawaka kwa mwanga hafifu. Mvuke unafuka juu ya barabara na kelele za magari ya farasi zinachanganyika na sauti za watu waliochelewa kurudi nyumbani. Ndipo hofu ilipoanza. Hofu iliyogeuka hadithi ya karne. Shingo imekatwa, mwili umeharibiwa vibaya. Mauaji haya hayakuwa ya kawaida, yalionyesha kazi ya mtu mwenye akili baridi na nia ya kikatili. Kila wiki Whitechapel ilitikiswa na mauaji mapya. Wanawake waliokuwa wafanyakazi wa ngono waliuawa kwa mtindo ule ule, sehemu za miili zikikatwa kwa ustadi kama wadaktari. Polisi wakaanza kuamini muuaji alikuwa mtaalamu wa upasuaji, walimpa jina Jack the Ripper. Halafu barua zikaanza kuwasili, zikiwa zimeandikwa kwa wino mwekundu, zingine zikituma vichekesho vya kutisha, zingine zikitishia mauaji zaidi. Moja kati ya hizo barua iliyoandikwa maneno from hell, ikawa maarufu zaidi. Ndani yake kulikuwa na kipande cha figo cha binadamu. London ikaishi kwa hofu, wanawake waliogopa kutoka usiku, polisi wakavua usingizi, na magazeti yakaanza kuuza hadithi kama moto wa kifuu. Kila mtu alidai kumwona Jack, wengine wakasema ni daktari, wengine kasisi, hata wengine wakasema ni mfalme mwenyewe aliyekuwa akijificha. Lakini ukweli, hakuna aliyewahi kuthibitisha chochote. Kisha ghafla, mauaji yakakoma. Kama kivuli cha Jack the Ripper akapotea bila alama. Hakuwahi kukamatwa, hakuwahi kufahamika, na mpaka leo zaidi ya miaka mia thelathini baadaye, jina lake bado linatisha. Wanasema wahalifu wengine huacha alama za damu, lakini Jack the Ripper aliacha kitendawili, fumbo ambalo limeishi zaidi ya kizazi kimoja. Na huko kwenye giza la Whitechapel, wengine bado wanasema sauti zake huonekana kwenye upepo wa usiku.